Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Mimi ni Victor Abuso. Wiki iliyopita maseneta nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walimwondolea kinga ya kutoshtakiwa rais wa zamani Joseph Kabila. Hii ilikuja baada ya serikali ya rais Felix Tshisekedi kumtuhumu kushirikiana na waasi wa M23 ambao wanadhibiti miji ya Goma na Bukavu, mashariki mwa DRC. Baada ya hatua hii, Kabila alijitokeza na kulaani hatua hiyo, akimtuhumu rais Tshisekedi kwa udikteta na kutaka kurejeshwa kwa uongozi wa kidemokrasia. Chama tawala kimelaani kauli ya Kabila, ambaye waasi wa M23 na washirika wake wa karibu wanasema kiongozi huyo wa zamani alirejea Goma usiku wa Jumapili iliyopita kujadili hatua ya maseneta. Kauli ya rais wa zamani Kabila na ripoti za kurejea Goma ni Mali Ali, mchambuzi wa siasa za eneo la maziwa makuu, akiwa Paris. Karibu sana bwana Mali Ali. Asante sana kwa kunikaribisha. Asante sana. Na kutoka Nairobi tunaungana naye Francois Alwende, yeye ni mchambuzi wa siasa za DRC. Francois, karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana ndugu mtangazaji. Nianza nawe Mali ali ukiwa hapo Paris, kwanza umepokea vipi taarifa za kwenda kwa Rais Kabila huko Goma, licha ya kutoonekana hadharani, lakini pia hatujaona picha zake wala video kama ilivyokuwa inatarajiwa? Kwa kweli taarifa hizo bado zinazungumzwa kama kweli au sio kweli lakini kiasi kikubwa zina ukweli kwa sababu ukiangalia e, uanzilishaji wa kundi la FC la bwana Nanga ni wazi kwamba uhusiano wa bwana Nanga na Kabila ulikuwa ni mkubwa, na hatua hiyo ni hatua ya mkono wa nguvu ambayo bwana Kabila aliandaa tayari e, kwa haya yote ambayo sasa e, yanaanza kumsibu kutoka upande wa serikali ya Kinshasa. Na hili linaweza likazidisha hali hii ya uasi mashariki mwa Congo ikiwa bwana Kabila E, atazidi kuona kwamba serikali ya Tshisekedi inazidi kuhatarisha maisha yake na hatima yake ya kisiasa, yeye na kundi lake pia la kisiasa. Naam, Francois wewe unasemaje? Na watu wengi wanahoji kama amefika, kwa nini achague kwenda Goma? Kwanza kabisa nafikiri muda huu si tena wa kushakia kwamba yuko Goma ama hayuko Goma. Rais mstaafu Kabila yuko Goma kwa sababu yote anaonyesha kwamba wale ambao wamedhibiti jiji la Goma wenyewe ndo walitangaza wazi kwamba yuko Goma. La pili, kuwa kwake Goma si jambo la kushangaza kwa sababu yeye mwenyewe aliyatamka, yeye mwenyewe na hata rais Tshisekedi alisema siku nyingi zilizopita kwamba ana uhusiano mkubwa sana na yanayotokea mashariki mwa Kongo, na pia tukumbuke kwamba uchaguzi wa elfu mbili kumi na nane ni rais Kabila aliyekwenda tofauti na mapenzi ya wakongomani kwa kumtangaza rais Tshisekedi wakiwa na huyo mwenzake Nanga. Hilo si jambo la kushangaza, lakini pia inaonyesha kwamba wakongomani walitaka kuona rais Kabila akiwa ana, ana, anacheza, an, akiwa anafanya siasa ambayo itasaidia nchi na wananchi wake kuliko haya ambayo tunayaona kwa sasa. Kabla ya ripoti hizi tulimsikia rais wa zamani Kabila akizungumza na kumwita rais Tshisekedi dikteta ambaye ameyumbisha nchi kisiasa na kiuchumi. Bwana mali Ali, unazungumzia vipi kauli hii na kwa mtazamo wako inamaanisha nini? kwa kweli, mimi ninadhani kwamba kauli hii ina sehemu kubwa ya ukweli. Utawala wa bwana Tshisekedi ni utawala ambao sasa unatumia mabavu na unatumia hila na mbinu za kuwaingua au kuwatenga wale wote ambao ni wanasiasa mashuhuri ambao wanaweza kutishia utawala wake. Mambo mengi ambayo yanaanza sasa kuchunguza nani mkongomani na sio mkongomani nani msema Kiswahili nani...

Na mambo tayari yanaanza kuwa ndani ya serikali ya Kinshasa ambayo yanaweza yakaidumbukiza Kongo katika dimbwi kubwa. Watu wasitizame tu majina ya viongozi na kule waliko, wakahukumu hatima ya Kongo, lakini serikali ya bwana Tshisekedi ni kweli na mkono ambao sasa unaelekea kwenye udikteta, na hii ni hatari kwa Kongo, kwa sababu hana uwezo wa kuwa dikteta katika ardhi nzima ya Kongo. Atapoteza sehemu nyingi, na vikundi vya uasi vinaweza vikazuka vingi na vikachukua maeneo mengi ya Kongo na azimisha kuondoka au kumfuata hadi Kinshasa, kwa sababu tunajua udhaifu wa serikali ya Kongo katika kuandaa jeshi na usalama wa raia na kuchunga mipaka. Ni udhaifu mkubwa ambao na una miaka mingi. Na Malwende, wewe unatathmini vipi hii kauli ya, ya rais Kabila? Rais Kabila alipokuwa madarakani hata ha hawa ambao wako madarakani leo walimuita dikteta na yeye anaita hawa ambao wako madarakani dikteta. Wakongomani wanajua nchi yao ina mashida ina matatizo mengi na pia kuna ule mwingilio wa nchi za kigeni, nchi majirani. Ni kweli kwamba utawala wa rais Tshisekedi haujafikia yale ambao wakongomani walitaka kuona baada ya kutawaliwa kimabavu na rais mstaafu um, uh, Kabila. Na pia wakongomani wamepitia mengi, mambo ya vita ambayo ukweli ni kwamba yasingeweza kuonekana, yasinge, vita isingekuwa nchini Kongo, lakini kwa sababu kuna mwingilio wa nchi za kigeni unasababisha. Na ukifuata vizuri utawa, uh, uh, ile speech hotuba ya rais mstaafu utagundua kwamba ni kuona kwamba kuna utofauti kidogo kwa vile ambavyo alitaka mambo yawe kupitia rais Chisekedi, kwa mkataba wao waliousaini wenyewe. Mkataba huo bado haujawekwa wazi, wakongomani hawajui ni nini walichokubaliana, kile ambacho Chisekedi ameshindwa kuheshimu, na rais mstaafu Kabila ameanza kwenda tofauti nam lakini, katika upande mwingine, serikali kupitia msemaji wake Patrick Mwayaya lakini pia chama tawala UDPS inasema kwamba Kabila hana jipya na kwa kauli yake hawezi tena kuisaidia nchi. Wakati alipokuwa madarakani, matatizo haya yalikuwepo na unajaribu kutatua changamoto ambazo alishindwa kuzimaliza. A, mali hali wewe unazungumzia vipi namna serikali ilivyomjibu, kwa sababu tayari kumeshaingia upinzani na uhasama, ni lazima kasoro ndio zitangulizwe zi, zi mbele. Kasoro kutangulizwa mbele, hilo ni jambo la kawaida. Ni kweli bwana Kabila e, hakutoshelezea wakongomani yale ambayo walikuwa wanatarajia, kama vile bwana Tshisekedi hawezi pia kuwatoshelezea wakongomani yale ambayo wanatarajia, kwa sababu e, hasara za Kongo ni nyingi, zina muda mrefu, miaka mingi ya utawala wa bwana Mobutu kuingia kwenye vita. Kwa hiyo sioni kwamba kuna rais anaweza kuingia sasa hivi bila wakongomani kutafakari na kuelewa kwamba nchi yao tayari imeisha athirika kwa muda mrefu wakaondokana na tabia ambazo ndizo sababu ya nchi yao kudorora na nchi yao kurudi nyuma, tabia za rushwa, wizi, uongo, kutokuwa na nidhamu kazini. Kwa hiyo ni nchi nzima, sio swala la rais mmoja ambaye leo tunaweza tukamlaumu mtu kwamba hakuongoza nchi kwa sababu tatizo la Kongo limeingia sasa, limekuwa hadi kwenye mila na desturi za maisha ya watu, kwenye mfumo wa maisha ya watu, mambo ambayo hayastahili kuwa na watu ambao waliostaarabika katika nchi kubwa kama hile. Nam, muda wetu kwa kweli unayoyoma sana. Bwana Francois, tuzungumzie kwa kifupi kuhusu uamuzi wa maseneta wiki iliyopita kumwondolea kinga ya kutoshtakiwa rais wa zamani Kabila. Nini ambacho unakitarajia baada ya uamuzi huu? Uamuzi wenyewe kwa upande wangu ni nzuri, kwa sababu ni picha ambayo inaonyesha kwamba hakuna yule ambayo yuko juu ya sheria, na lingine ni kwamba ikiwa waliondoa kinga hiyo kwa sababu ya hesabu zao za kisiasa basi watakuwa wameleta shida katika nchi kwa sababu kama alivyosema ndugu yangu hapo, nchi ya Kongo ina matatizo mengi, na kwa sasa Wakongomani wanajiona kwa upande wa lugha: Mswahili, Mchiluba, Mkongo, Mlingala. Na jambo hilo ambalo linaonekana kuondolewa uh, kinga rais Tshisekedi kabila ni jambo la kuonyesha kwamba labda waswahili wengi ama watu wa Katanga wanaweza kusimama na yeye. Serikali ya rais Tshisekedi imemtuhumu kwamba anawaunga mkono uh, waasi wa M23 na fc. Bwana uh, Maliali, muda wetu kwa kweli uh, umeyoma kweli kweli, nikupe labda kauli ya mwisho kuhusu uh, uamuzi uliotolewa na maseneta wiki iliyopita. Uh, uamuzi ni uamuzi wa kisiasa, ndio, kwa kuwa unaonekana ni uamuzi mbaya lakini kama ungekuwa ni uamuzi wa kisheria kwa nchi yenye sheria, ni uamuzi ambao ungeonekana mzuri na ingekuwa ni alama nzuri kabisa kuonyesha kwamba Kongo sasa e, imekomaa kisheria. Lakini kwa kuwa ni uamuzi wa kisiasa kummaliza yule ambaye ana tishio, basi uamuzi huu utakuwa na madhara, kwa sababu bwana Kabila ana chama kikubwa cha PPRD nchini Congo na ni mtu ambaye katawala Kongo kwa miaka mingi, kwa hiyo ana mkono mrefu ndani ya Congo. Nam, asante sana, Mali Ali, mchambuzi wa siasa za ukanda wa maziwa makuu, kwa kuzungumza nasi wiki hii kwenye makala ya wimbi la siasa, ukiwa hapo jijini Paris. Nashukuru sana kwa kipindi hichi. Nam, na nakushukuru pia bwana Francois Alwende, mchambuzi wa siasa za DRC, ukiwa jijini Nairobi. Nashukuru pia ndugu mtangazaji na msikilizaji, hadi wakati mwingine kwenye makala ya wimbi la siasa. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.